Baada ya Stephane Aziz Ki kuondoka Yanga, nani ataziba pengo lake? Ni Pacome Zuzwa ama ni Kletus Chota Chama? Mjadala mkubwa umekuwa ni huu kwenye vijue vingi vya soka na maeneo mengi ambayo wapenda soka wamekuwa wanakaa na kujadili. Sasa je, mtazamo wangu mimi ni upi? Huu ni mtazamo wangu kuhusiana na nani atakuwa mbadala sahihi ama eh, kuziba pengo la Stephane Aziz Ki kwenye klabu Yanga, ya Yanga baada ya mchezaji huyo kujiunga na Wydad Athletic Club Ambao hivi karibuni kuanzia tarehe kumi na tano weekend hii watakuwa wana ya FIFA Club World Cup, wanashiriki michuano. Sasa mtazamo wangu ni huu hapa. Ukijaribu kumwangalia uh, Stefano Aziz Ki tangu anafika kwenye klabu ya Yanga mpaka sasa anaondoka, msimu uliopita uliomalizika wa nyuma alikuwa ni MVP akimaliza na magoli ishirini na moja na assist kadhaa, kwa hivyo ilikuwa ndio kipimo cha ubora. Yaani unapozungumzia mchezaji mzuri kwenye ligi kuu kipimo cha levu ya juu kabisa ilikuwa ni Stephane Aziz Ki. Lakini msimu huu mpaka anaondoka, ameondoka na magoli kama tisa na assist kama saba. Alikuwa na michezo kadhaa imebaki mkononi. Kulinganisha na msimu uliopita alikuwa amedrop kidogo. Lakini hii haipunguzi kwamba alikuwa ni mchezaji bora sana na ambaye alikuwa amehusika kwenye matukio mengi muhimu ambayo klabu ya Yanga ilikuwa na uhitaji wa matokeo mazuri. Sasa baada ya kuondoka, eneo ambalo alikuwa anacheza mara nyingi, watu ambao walikuwa wanaalternate nao ama kubadilishana nao mara kadhaa ilikuwa ni Cletus Chota Chama, Mwamba wa Lusaka. Pamoja na Pacome Zuzu. Sasa hili limekuwa swali ambalo watu wengi wanajiuliza. Uh, nini ama nani hasa ataenda kuwa mbadala wa Clatous um, wa Stephane Aziz Ki? Mtazamo wangu mimi kwa hawa wawili nikianza na Clatous Chota Chama. Clatous Chota Chama msimu huu uh, amefunga magoli manne nadhani na assist kama mbili. Jumla amesema magoli sita. Lakini ukiangalia dakika ambazo amecheza kwenye klabu ya Yanga hapa nazungumzia kwenye ligi si dakika nyingi sana ukilinganisha na misimu mingine, hasa alipokuwa Simba. Kwa sababu alipokuwa Simba alikuwa anapata nafasi mara kadhaa, kwa maana ukizungumzia first 11 alikuwepo mara nyingi. Lakini amefunga magoli mengi sana muhimu, ambayo kwenye hayo magoli yake manne kwenye ligi na asisti hizo mbili, amefunga kwenye mechi muhimu nyingi ambazo ameweza kuisaidia Yanga kupata matokeo mazuri. Na kwa level ilipofika sasa hivi, kwa mfano ukisema uingie sokoni ukakompete kumtafuta mchezaji ambaye ya anaweza akakupa kile ambacho alikuwa anatoa Stefan Aziz Ki kwenye klabu ya Yanga afike na kukliki moja kwa moja, inakuwa ni kama una beti. Kwa hivyo, anaweza ukamleta akakupa, lakini pia unaweza ukamleta ukakwama. Kwa hivyo, Klatus Chota Chama ni miongoni mwa wachezaji ambao licha ya kuwa wengi wanamtazama pengine kwa jicho ambalo labda ni kama ameanza ku drop kulinganisha na misimu yake mingine ya nyuma, wengi wanaugusia zaidi msimu wake wa mwaka ambao alimaliza na assist kumi na tano na magoli nane akiwa na klabu ya Simba. Ulikuwa msimu ambao chama alimaliza na namba kubwa sana kwenye kuu, lakini chama yule wa msimu ule wa ishirini ishirina moja, kama mwangalia vizuri ndani ya ligi na kwenye ligikuu hata ia mchan ya kimataifa mpaka hivi akiwa Yanga, kuna wakati unaona anaishika mechi na anaamua matokeo muhimu, jambo mbalo pia ataa alikuwa analifanya. Hilo ni la kwanza lakini la pili ambalo Kratos Chota Chama ukijaribu kuangalia ni kama hakuna tofauti mkubwa sana na Stefani Aziziki, japo Stefani Aziziki sasa hivi amekuwa bora sana kwa maana ya current form. Aziziki ni bora kuliko chama. Uh, ni namna ambavyo, uh, Kratos Chota Chama amekuwa anatumika na walimu walio wengi kwenye moment kubwa mbili za mpira mpira, na moment mbili kubwa, timu ikiwa na mpira na timu ikiwa haina mpira. Timu ikiwa na mpira Stefano Aziz Ki alikuwa mchezaji bora sana alipokuwa na Yanga, kwa maana ya kwamba Yanga wanapokuwa anapokua wanamiliki mpira Stefano Aziz Ki utampenda, au Yanga wanapokuwa wanashambulia Stefano Aziz Ki utampenda, alikuwa mbunifu sana na uwezo wa kujaribu na kuisaidia timu pale ambapo inamhitaji ama inahitaji uwezo binafsi wa mchezaji. Eneo hilo Kletus Chota Chama pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wako bora sana. Utakubaliana na mimi kwamba tangu akiwa Simba na hata sasa hivi alivyokuwa ya Yanga, inaweza isiwe vile kama ambavyo alikuwa huko nyuma na misimu ambayo iliwahi kuwa bora zaidi, lakini ukiingia sokoni sasa hivi, hata kwenye ligi kuu tu hapa hapo, ukiangalia wachezaji ambao wanafikia level ya Clatous Chota Chama bado utaikosa kwa muda mrefu. Na ukijaribu kuangalia, nadhani kwa ndo anaelekea mwishoni mwa mkataba wake kwa Yanga, kuingia sokoni kutafuta mtu mwingine ambaye atakuja kuprove kile ambacho Stephane Aziz Ki alikuwa ana offer, it's better kama wanatafuta basi, wao wanaongeza ile, so wanaongeza, alafu wakati huo chama hayupo, kwa sababu unaweza kuongeza na usajili una tabia moja, unaweza kusajili katiki au kasajili pia ikaagoma. So kama mzaji anakuwa mbaya, no, kuna mazingira, kuna sababu nyingi sana. Kwa hivyo, eh, kwa wale ambao wanadhani pengine Clatous Chota Chama anaweza kuwa mbadala wa Stephane Aziz Ki, inaweza kuwa hivyo kutokana na sababu hizo mbili ambazo Clatous Chota Chama na Stephane Aziz Ki wanafanana. Kwanza wote wanakuwa bora sana timu ambayo inamiliki mpira lakini pia wote wawili wana ubunifu mkubwa ambao wanaweza kaamua timu icheze vipi na hasa kwenye final third ama eneo la mwisho kabisa wakati timu inashambulia, wana ubunifu mzuri hasa wa kutengeneza nafasi ambazo mara nyingi huwa sio, tunasema sio half chance, yani nafasi kwamba mtu ana nusu nusu kufunga au kutofunga. Wana uwezo mkubwa sana wa kutengeneza nafasi ambayo mtu akitengenezewa inakuwa ni clear chance tunaita, ama nafasi ya wazi ya kufunga. Huyu ni Kratos Chota Chama, nimweke pembeni, nimchukue sasa Pacome Zuzu ambaye wengi pia wanamgusia kama miongoni mwa nyota ambao wanaweza kuwa mbadala sahihi kwa Kratos Chota Chama. Amini kwa Stephane Aziz Ki, ambaye amejiunga na Wydad Athletic Club. Pacome Zuzwa msimu uliopita eh, hakuwa kwenye kiwango kikubwa kama alivyo sasa hivi, kwa maana jinsi siku zinavyozidi kwenda, Pacome anazidi kuwa bora sana. Kijaribu kuangalia namba zake msimu uliopita ni tofauti na namba msimu msimu uliopita. Alimaliza na double digits, lakini sidhani kama alihusika kwenye magoli zaidi ya 15. Msimu ana magoli 9, na assist 9. Kifupi grafu ya Pacome Zuzwa inaenda hivi, inapanda. Kwa hivyo wakati unazungumza nyota ambao wanaweza kuwa mbadala sahihi kwa Stefano Aziz Ki ni pamoja na Paco Mzuzo kwenye kikosi cha Yanga, kwa maana kwamba kile ambacho alikuwa alikua anaoffer baadhi, kuna vile ambavyo Paco Mzuzo pia anaweza kukupa. Tumtazame sasa Paco Mzuzo. msimu uliopita uh, alihusika kwenye double digits kwa maana idadi ya magoli ya kufunga pamoja na assist zake, 10 plus, ama 10 plus alihusika msimu huu mpaka sasa zikiwa zimebakia takriban mechi mbili uh, kiacha dabi, kila mmoja amalize msimu uh, wake Pacome Zuzwa ni miongoni mwa nyota ambao amekuwa bora sana kwenye kikosi cha Yanga na amekuwa ni mhimili muhimu. Amehusika kwenye magoli tisa kwenye ligi na asisti tisa. Lakini ukiacha hapo eh, kuna takwimu zake pia za kutisha kwenye michuano ya kimataifa. Tukumbuka msimu uliopita Yanga ilikuwa bora sana kimataifa, Pacome alikuwa bora sana na kuna baadhi ya michezo ambayo aliamua matokeo muhimu ambayo yalikuwa ni faida kubwa kwa klabu ya Yanga. Kwa hivyo, ni miongoni pia mwa nyota bora sana. Na kwa sababu eh, grafu yake inapanda anaweza pia kuwa mbadala sahihi na kuwasahaulisha wananchi kuhusiana na kile ambacho Stefano Aziz Ki alikuwa anakifanya kwenye kikosi hicho. Ni kweli Stefano Aziz Ki msimu uliopita alikuwa bora sana kufunga magoli 21. Mara ya mwisho ni nyuma sana uko, nadhani Bedi Kagela alifunga kama sio 22 hivi. Inaweza kuona ilikuwa ni miongoni mwa maeneo ambayo ni ngumu sana kwa wana Yanga kumsahau, lakini kwa mtazamo wangu mimi, Pacome Zouzoua si kama ana uwezo wa kukupa tu kile ambacho Stefano Aziz Ki alikuwa anakupa. Kama ulinisikiza awali nilisema Stefano Aziz Ki alikuwa anakuwa bora sana au anaweza kupa kitu bora sana pindi ambapo timu inakuwa inamiliki mpira, ama timu ina mpira kwenye zile moment kubwa mbili za mpira wa miguu. Uh, Pacome ana uwezo wa kukupa sawa sawa ama 50-50, yani akakupa mzani unaofanana timu inapokuwa na mpira na timu inapokuwa haina mpira. Kwa hivyo kuwa na pakubaki na mtu kama Pacome kwenye timu, eh, wakati huo unamkosa Stefano Aziz Ki, mbali na kuwa utamfaidi Pacome mzuzu wa timu ikiwa inashambulia lakini pia utamfaidi pako mzuzu yule yule na kwenye ubora ule ule pindi timu ambapo inakuwa inazuia. Kwa hivyo kwa eneo ambalo limekuwa likigusiwa sana, hasa eneo la mwisho pale, pindi ambapo Yanga inakuwa inashambulia, wangekuwa jiuliza sasa atakuwa mbadala sahihi wa Stefano Aziz Ki kwa klabu ya Yanga, kuwa na mtu kama Pacome mzuzu, wakati na Aziz Ki anakuwa hayupo, bado pia wanakuwa wako salama kwa kiasi kikubwa kutokana na ubora ambao Pacome mzuzu anaweza kukupa. Azizi Ki kweli alikuwa bora sana timu inaposhambulia, timu ambayo inakuwa haina mpira, kuna mara kadhaa alikuwa anampata kwa kiasi kikubwa lakini haikuwa na muendelezo mzuri kama ambavyo unaweza ukampata timu ikiwa na mpira. Azizi Ki timu ikiwa na mpira au inamiliki mpira mara nyingi alikuwa anakuwa hatari sana. Lakini kuna moment kadhaa ambazo pengine mnakuwa labda mmepokwa mpira au hampo na mpira, hauwezi kumkuta kwenye ubora wake ule. Pacome ni habari tofauti. Yaani Pacome anachokupa akiwa na mpira Azizi, Ki, kinalingana moja kwa moja na kile anachokupa timu ikiwa haina mpira. Kwa kwa hilo Pacome Zuzwa anaweza kuwasahulisha wananchi kuhusiana na Stefana Aziz Ki, isipokuwa utofauti ulipo kwa mtazamo wangu mimi ni kwamba eh, wakati unacheza mechi una Pacome Zuzwa, una Kletus chota Chama, una Stefana Aziz Ki unakuwa na machaguo mengi zaidi ya kuweza kufanya vizuri. Mtoko mashahidi kuna baadhi ya mechi ambazo Yanga walicheza Stefano Aziz Ki akiwa na majeraha, Stefano Aziz Ki akiwa benchi lakini ulikuwa huoni utofauti wa ubunifu kwenye eneo la mwisho kwa maana ya Pacome akiwepo na Clatous Chota Chama akiwa bado unaona ubunifu na kuwepo nafasi zinatengenezwa, watu wanafunga. Hilo ndilo ambalo pengine linaweza likakosekana kama Pacome eh, na Chama wakaendelea kuwepo kwenye klabu ya Yanga wakati Stefano Aziz Ki tayari ameshaondoka, hilo linaweza kuwepo. Lakini kwamba wanaweza wakakosa ubunifu mkubwa ambao walikuwa wanaupata kwa eh, Stefano Aziz Ki klabu ya Yanga ni ngumu kidogo, kwa sababu nafasi nyingi zinaendelea kutengenezwa, lakini bado huwezi kuacha kuzungumzia ubora ambao Stefano Aziz Ki alikuwa nao na amekuwa mchezaji bora sana kwenye klabu ya Yanga na mwatumikia kwa mafanikio makubwa na amekuwa miongoni mwa nyota ambao wametumika kuamua matokeo kwenye mechi nyingi muhimu. Mwisho kabisa, naweza kusema tu kwamba Clatous Chota Chama na Pacome Zuzwa miongoni mwa nyota ambao wana uwezo wa kuwasahaulisha wanayanga kuhusiana na Stefano Aziz Ki ambaye tayari ana maisha mengine ameshaanza sasa hivi ndani ya Wydad Athletic Club, lakini pia ameitumikia Yanga kwa mafanikio makubwa sana. Kwa hivyo ule ubishani ama mjadala ambao upo kwamba je, nani atakuja azibe pengo la Stefano Aziz Ki kwenye klabu ya Yanga, ni kwamba Yanga ina watu na ina wachezaji ambao wanaweza wakaziba lile pengo, inaweza isiwe asilimia mia moja kama ambavyo alikuwa anafanya Stephane Aziz Ki, lakini wanaweza pia wakaja wakaofa vitu vingine ambavyo pengine ulikuwa huwezi kuvipata kwa Stephane Aziz Ki. Kwa labda kama Yanga wanataka kusajili kiungo mshambuliaji mwingine ili kuendelea kuwa na upana ule wa benchi la ufundi, kwa maana ya kwamba anayeingia kwenye klabu ya Yanga ane ane toka, fadhari, na anayetoka amna afadhali wala nafuu wote wanakuwa bora zaidi, itakuwa hivyo. Lakini ukizungumza kile ambacho Clatous Chota Chama ameendelea kuofa na klabu ya Yanga, licha kuwa namba zake sasa hivi zimepungua kidogo, hasa kwenye ligi Hey, magoli manne na assist mbili si Chama yule ambayo tulimzoea lakini ukijaribu hata dakika ambazo amecheza, msimu huu ambazo amecheza huko nyuma. Na hata mara chache aliingia na, na Clatous Chota Chama wana uwezo wa kuwafanya wananchi waendelee kutembea kifua mbele hasa kwenye eneo la juu na ubunifu zaidi na kutengeneza nafasi nyingi za kufunga, pengine ukilinganisha na wengi kwa kwa eh, Clatous Chota Chama wana uwezo wa kuliweka hilo sawa, ila kama klabu ya Yanga itataka kuendelea kuwa na machaguo mengi zaidi, kwa maana ya kwamba kitokea mmoja hayupo ama wawili wote hawapo, ama pengine wakati fulani mwalimu anahitaji kuwa na machaguo mengi, anaweza akaingia sokoni na si vibaya wakaongeza nyota mwingine ambaye pia itaongeza ushindani, kwa sababu pia hata hizo mara chache ambazo eh, mwalimu alikuwa anatumia labda Stefano Aziz Ki, Clatous Chota Chama, Pacome, kuna ushindani ambao mtu akipata nafasi anataka kuperform kweli kweli ili kuweza kumshauri mwalimu sasa. We unaweza ukaniambia eh, maoni yako pia kupitia comment hapo, lakini pia kupitia eh, maoni yako kwenye mitandao yangu mbalimbali ya kijamii. Unaweza pia kusubscribe kuendelea kupata mengi zaidi. Ataniambia kwamba je, kwa, kwa mtazamo wako wewe unadhani nani anaweza kuwa mbadala sahihi wa Stephane Aziz Ki kwenye klabu ya Yanga. Jina langu ni Kennedy Moses, usisahau usisau kusubscribe kulike na kucomment.